Inshaallah tutafungua kikao chetu ambacho kwamba kikao chetu hiki tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na swala la jamii na mujtama kwa ujumla, na inshallah aya ambayo kwamba tutaangazia zaidi ni aya moja peke yake ambayo itatupatia njia na itatupatia eh, mwangaza wa vikao vyetu na itatupatia pia mwangaza wa nini ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana nayo insha Allahu Taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ta anasema katika Qur'ani yake tukufu, na kabla hatujaendelea ni kwamba qurani ilishuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi kama Waislam tumeuchukua qurani kutoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu kwamba ya ayyuhan nas, yani enyi watu. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anahutubia waliokuwa waumini akisema ya ayyuhalladhina amanu lakini hapa anasema ya ayuhanas, yani anaongea na sisi, yote haya yatakuja. Anasema ya ayuhanas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Kisha anasema waja'alnakum shu'uban, na tumeku jalieni kuwa ni mataifa wa kabaila na makabila mbalimbali mbali. Kisha nasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala litaarafu ili mchuani. Kwa hivyo lengo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutujalia sisi kuwa ni makabila mbalimbali mbali. Na lengo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutujalia kuwa ni mataifa mbalimbali mbali. Lengo lake kuu ni kufanya nini, litaarafu ambe kwamba insha allah katika vikao vyetu tutaongea nukta baada ya nukta insha allah. Kisha anaendelea, Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum, hakika mbora wenu, yani yule mbora kwenu nyinyi. Inna akramakum inda llahi atkaku, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule anayemcha Mwenyezi mungu zaidi mpaka mwisho aya ambayo kwamba inapatikana katika Suratul Hujurat aya ya kumi na tatu. Ifo, mwislamu, aya ya 13. Kwa hivyo ndugu yangu mwislamu, hii ndiyo aya ambayo kwamba itatufungulia safari ya kuongea kuhusiana na maswala ya kijamii na kuongea kuhusiana na maswala ya mujtama kwa ujumla. Yani chochote ambacho kwamba kinahusiana na jamii na mujtama, basi tutakuwa wenyewe